kuna data za wapiga kura wa halmashauri ya mji wa Njombe ma kata zote kata ya Utalingolo wapiga kura kata nzima mke 3284 sasa niwaambie hapa tunachong'ang'ania na tunachohamasisha ni wananchi kwenda kupiga kura tarehe 20 na ngapi? Tarehe 29. Na tarehe 29 ni siku ya mapumziko. Mheshimiwa Rais amesema wafanyakazi wasiende kazini. Mheshimiwa Rais amesema wakulima tupumzike siku hiyo, siku hiyo iwe ni siku ya kwenda kupiga nini, jamani, kura na tumeweka mashindano kule CCM wilaya, wangapi watapiga kura kwa asilimia ngapi kwenye kata gani? Ninawaombeni, kwa kuwa Erasto Mpete alikuwa kiongozi wa madiwani safari iliyopita, msimwangushe, mpeni heshima yake. Nendeni mkahamasishe watu Tarehe ishirini na tisa waende wakapige kura, sawa jamani? Sawa, wakapige nini? Kura. Wakapige nini? Kura. Lakini hapa kipimo, Mheshimiwa diwani, inaonekana umequalify kazi yako ya udiwani kwa miaka mitano. Mungu wa mbinguni akubariki sana sana sana sana sana. Niseme nisiseme, huyu bwana Erasto anapenda vitu vizuri. Nisikilizeni, Erasto anapenda vitu vizuri na mimi napenda vitu vizuri. Nilikuwa nachagua shule na mimi, shule huwa sichagulii mtaani, huwa namtafuta afisa elimu ambaye anajielewa, namuuliza mwenzako, na mtoto wa kike amemaliza form 4, nataka unitafutie shule yenye akili ili nimpeleke mtoto wangu akawe na akili. Nilienda kwa afisa elimu wa mkoa, nikamwambia, nina kijana amemaliza darasa la saba, wa kiume, nataka unitafutie shule bora ambayo mwanangu atatoka akiwa na kiwa kichwa cheupe, kichwa chenye akili, katika mkoa huu wa Njombe, popote nitafutie shule. Afisa elimu wa mkoa akasema, ukiweza hangaika upate shule ya Utalingolo Boys. Nikasema yani, shule nzuri iko Utalingolo wapi? Kabisa. Akasema peleka mtoto. Nikampigia simu jamaa ya yangu vea, yani galagala, fanya nini, naomba nafasi moja. Akasema nafasi zimejaa, umechelewa Ngoja nikazungumze na mkuu wa shule. Bahati njema, mtoto wangu yuko hapa anasoma Utalingolo. Sio rahisi. Mi napelekaga watoto Kirocha, napelekaga watoto Peramio, napelekaga watoto Songea, lakini haka ka mwisho kako Utalingolo kwa sababu mna shule bora. Kwa hiyo vitu vizuri haviji peke yake lazima kuwe na mtu anayeng'ang'ana. Lazima kuwe na mtu aliyejitoa kwa ajili ya maendeleo ya kwao, kwenu. Wewe hapo vipi? Bado nimeambiwa kuna maviwanja huko yametengwa kwa ajili ya chuo, mabarabara mengi huku yamelimwa, mazahanati na maambulensi mnayo. Mavituo ya afya mnayo, mwisaamatenya mwiuvake Utalingolo oye, yeah, yeah, yeah. Ninachowaomba ndugu zangu, ninachowaomba mpigieni Erasto Mpete, mpigieni leo Mwanyika, mpigieni Rais Samia, subirini miaka mitano, na ninawaambia kwa kuwa mama anaenda kupiga miaka mitano ya mwisho na baada ya hapo atakuja rais mwingine Tio. huyu mama hata taka aondoke, akituacha tuna felifeli, maana yake hii mitano itakuwa mitano ya moto kwelikweli. Pigeni makofi mengi kwa rais Samia, itakuwa ni mitano ya moto kweli kweli. Ni waombe wana Utalingolo, msifanye makosa, msifanye makosa, sio kosa yani, makosa yakomei Unaweza ukafanya kosa la kutokwenda kupiga kura. Ni kosa kubwa. Unaweza ukafanya kosa la kwenda kuweka kura ya hapana. Utakuwa umefanya kosa kubwa. Unaweza ukafanya kosa la kupiga mke wako tarehe 28, tarehe 29 ti akamkia hospitali, utakuwa umefanya kosa. Kuanzia leo ndoa zote zenye migogoro mkaanze kujirekebisha. Si kama unania njema ya chama cha <tipate> Mapinduzi, nenda mkatusaidie watu wenye migogoro kwenye mitaa yenu mkawasuluhishe, kama wananyimana ndoa waanze kupeana mndoa, ili <tipate> tunapotafika tarehe ishirini na nane, ishirini na tisa watu wote wawe na amani na wende wakakipigie kura chama cha Mapinduzi. Hapo vipi? <tipate> tunatafuta kura za CCM